Katika mfumo wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Tanzania bara na Zanzibar huunda muungano wa kisiasa unaojumuisha mamlaka mbili tofauti za kiutawala. Ingawa nchi inatambulika kimataifa kama moja, ndani yake kuna mifumo miwili ya uchaguzi inayofanyika kwa misingi ya kikatiba na kisheria tofauti. Tofauti hizi zinajitokeza katika maeneo kama vile ratiba za uchaguzi, mamlaka ya kusimamia uchaguzi, muundo wa vyombo vya uwakilishi, na hata mchakato wa kampeni na uhalali wa wagombea. Makala hii itachambua kwa kina tofauti hizi, ikielezea sababu za kihistoria, kikatiba na kiutendaji zinazopelekea Zanzibar na Tanzania bara kuwa na mifumo ya uchaguzi inayojitegemea huku zikiendelea kushirikiana katika masuala ya kitaifa kupitia muungano. Lakini kabla hatujaendelea, ili kupata habari kama hizi na nyingine nyingi zaidi, Ungana nasi kwa kusubscribe na hakikisha unagusa alama ya kengele ku turn on notification ili uwe wa kwanza wa kupata taarifa za ja video mpya zinapokuwa katika chaneli hii mapema na kwa wakati. Hii ni FMB TV. Tofauti ya kwanza, tunaangalia katika misingi ya kikatiba na muundo wa muungano jamhuri ya muungano wa tanzania imeungwa na tanzania bara yaani tanganyika na zanzibar kwa mujibu wa katiba ya jamhuri ya muungano wa tanzania ya mwaka 1977 muungano huu ni wa kipekee kwa kuwa unaruhusu zanzibar kuwa na serikali yake bunge lake yaani baraza la wawakilishi na rais wake wa zanzibar sambamba na taasisi za muungano zanzibar ina katiba ya zanzibar ya mwaka 1984 ina tume ya uchaguzi ya zanzibar ZEC. Ina rais wa Zanzibar, ina baraza la wawakilishi. Tanzania Bara ina katiba ya muungano ya mwaka 1977 ina tume ya uchaguzi neki, ina rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ina bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo kuna mamlaka mbili tofauti za uchaguzi, moja ya muungano, yani neki, na nyingine ya Zanzibar, yani zeki, kila moja ikiwa na majukumu yake ya kikatiba. Tofauti ya pili ni ratiba na muda wa uchaguzi. Ratiba ya uchaguzi kwa Tanzania Bara na Zanzibar haifungamani moja kwa moja, ingawa mara nyingi hufanyika kwa wakati mmoja. Hata hivyo, kuna nyakati ambapo uchaguzi umefanyika kwa tarehe tofauti, kama ilivyotokea mwaka 2020 ambapo baraza la wawakilishi liliahirishwa kuvunjwa na kusogeza mbele ya uchaguzi wake. Hii hutokea kwa sababu baraza la wawakilishi linaweza kuamua kuvunjwa kwa wakati tofauti na bunge la Muungano. ZEC inaweza kupanga ratiba tofauti na NEC kulingana na mazingira ya Zanzibar. Tofauti ya tatu ni aina ya viongozi wanaochaguliwa. Zanzibar kura tano. Wazanzibari hupiga kura tano kwa watu wafuatao: Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wabunge wa Bunge la Muungano, Rais wa Zanzibar, Wawakilishi wa Baraza la Wawakilishi, Madiwani wa serikali za mitaa Zanzibar. Tanzania bara kura tatu. Watanzania wa bara hupiga kura tatu kwa ajili ya watu ambao ni: rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wabunge wa bunge la Muungano, madiwani wa halmashauri za wilaya, miji au manispaa. Swali ambalo unaweza ukajiuliza ni kwa nini Zanzibar ina kura zaidi? Hii inatokana na muundo wa Muungano wa Tanzania, ambapo Zanzibar ina serikali yake ya ndani, katiba yake taasisi zake za utawala kama baraza la wawakilishi wa rais wa Zanzibar. Kwa hiyo wazanzibari wanashiriki uchaguzi wa viongozi wa serikali ya muungano na serikali yao ya ndani. Tanzania bara haina serikali ya ndani tofauti na muungano, hivyo haina uchaguzi wa rais wa bara au baraza la bara. tofauti ya nne ni mamlaka ya kusimamia uchaguzi. NEC inasimamia uchaguzi wa muungano na Tanzania bara pekee. Zeki inasimamia uchaguzi wa Zanzibar pekee. Hii ina maana kuwa hata kama uchaguzi utafanyika siku moja, taratibu, maandalizi na usimamizi hutofautiana. Tofauti ya tano ni sheria na taratibu za uchaguzi. Zanzibar ina sheria zake za uchaguzi, kama moja, sheria ya uchaguzi ya Zanzibar; mbili, kanuni za Zeki. Tanzania bara itatumia moja, sheria ya taifa ya uchaguzi mbili, kanuni za NEC. Hii huathiri namna ya kuandikishwa wapiga kura, namna ya kuendesha kampeni na namna ya kupokea na kutangaza matokeo. Tofauti ya sita ni migogoro ya uchaguzi. Migogoro ya uchaguzi Zanzibar hushughulikiwa na vyombo vya sheria vya Zanzibar hivi hali Tanzania Bara inashughulikiwa na vyombo vya Muungano. Hii ni sehemu ya uhuru wa Zanzibar katika masuala yasiyo ya, ya muungano. Tofauti ya uchaguzi kati ya Tanzania Bara na Zanzibar ni matokeo muundo wa kipekee wa muundo wa Tanzania ambapo Zanzibar ina mamlaka ya ndani ya kisiasa na kikatiba. Ingawa nchi ni moja, Zanzibar ni nchi ndani ya nchi, na hivyo ina haki ya kuendesha uchaguzi wake kwa misingi yake. Tofauti hizi si dalili ya mgawanyiko, bali ni uthibitisho wa muundo wa kipekee wa muungano unaoruhusu Zanzibar kuwa na utawala wake wa ndani huku ikishiriki katika masuala ya muungano.